Shafika baba kikubwa, tunachotakiwa ni umakini na kazi ifanyike, imalizike na kuelewa. Kwa hiyo baba kikubwa, tukafanye kazi. Kwa hiyo ndugu yangu, naomba usiniangushe, sio? Umenielewa baba Kwani kuna tabia ya mieleka huko? Hapana, sina maana hiyo. Maana yangu ni kwamba ufanyaji kazi wako mimi naujua, na no professional ma... No. eh, by prof nini, you taja hiyo, by professional no. hiyo. e, yes. E, hiyo eh. Kikubwa tukafanye kazi, kazi imalizike, tupewe hela tuondoke, na umaili unahitajika. Ndio baba, umaili unahitajika, afu naona una kama vitu unajisikiliza. <laughs> Kwa vifaa unavyo? Ngoja unanitikisha. Una. <laughs> We umejipanga umejipanga zaidi ya shoka, mm -hmm. na kikubwa nichakupendea wewe ndugu yangu, wewe unaipenda kazi yako kuliko navyojipenda wewe mwenyewe. Sawa na binadamu wanakujua zaidi kushinda mwenyewe wanapokujua, na kuna watu wanajuku, <laughs> wanakujua wewe kuliko mama yako mzazi. Sisi hey. Ndi wajukuu wa rais. Yes. Sasa kikubwa tukafanye kazi, ila tupate tukatumie <laughs> <laughs> uh -huh. uh -huh mdomo utatukoza. Ulijuaje kama mimi nipo kwa kijiwe hivi? mimi si mimi si mnaniu wale wanani wale watoto wa zamani wale wale. ndoto bbasa udenye

Lete, fundi kweli yeah. E, mi, mimi na safari nataka hey, hii malizike sasa hivi ishe. Yaani sasa hivi dakika tano nyingi. Fundi. Namba ya umeme. Ya umeme hapa hapa, hapa. Hii vizuri. Baba. Baba, Baba nito, Ah, nakuelewa wewe mimi. Eh, mambo kama hii nimekuambia mchana kijiko, mwiko. Nasemaje bosi wewe, punguza mwa mkali. Au hapa wale wale to super mix, super mix ni wale ambao wana, wana view hapa hadi huko Marekani, ndo hawa anafanya nini na nini. Sasa hapa mbona unaweza fridge hapa vitu vilivyote vya nini? Sasa iko kitana uchokiona, ni kwa ajili ya kutengeneza na, kitu kinaitwa super view hiyo hapo hiyo hiyo nani, uliona grill hiyo, ni kwa ajili ya make up make up fridge. Kwa hiyo don't worry kijiko. Kijiko ah, kijiko sikwaje kupakua mbarafu ile kwa kwenye fridge.